Kwa sasa, tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameachiliwa huru kwa bondi ya shilingi milioni moja baada ya kukanusha mashtaka ya tuhuma za ufisadi. Hakimu wa mahakama inayoshughulikia kesi za ufisadi Charles Ondieki aliamuru kwamba upande wa mashtaka haukuwasilisha ushahidi wa kutosha kushawishi kuzuiliwa kwa gavana huyo korokoroni Gavana huyo aliyekanusha mashtaka yote matatu dhidi yake ikiwemo ubadhirifu wa shilingi milioni sita kutoka kwa serikali ya gatuzi la Trans Nzoia, hata hivyo, amezuiliwa kuingia katika afisi yake kwa muda wa miezi miwili ijayo. Mwanahabari wetu Ruth Wamboi na uketo wa taarifa hii. Gavana George Natembeya aliyetiwa mbaroni jana nyumbani kwake jijini Nairobi alishtakiwa katika mahakama ya hakimu mkuu inayoshughulikia kesi za ufisadi. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kupitia mawakili wake wa hadhi ya juu John Victor uwiti na Alex Akula walipinga vikali kuachiliwa kwake huru kwa dhamana, wakidai kwamba atahangaisha wanaohudumu chini yake.

Mahakama hiyo iliwasilishiwa picha za magari yaliyoharibiwa yanayomilikiwa na tume ya EACC na huduma ya taifa ya polisi ya NPS. ODPP wakisema Natembeya kupitia mawakala wake waliharibu magari hayo nyumbani kwake huko Milimani katika mji wa Kitale. Hata hivyo wakili wake walipinga vikali ombi la DPP wakisema kuwa hatua hiyo ni vita ya kisiasa vinavyodhamiriwa kumtisha kabla ya

Mahakama hiyo pia ilieleza kuwa mfumo wa utekelezaji haki nchini unatumiwa visivyo na kwamba sheria imefutiliwa mbali. Period. And if we were to do what we call discoveries in law, the kind of affidavit you have seen here raises issues that can only be raised on discovery. Hakimu wa kusikiliza kesi hiyo Charles Ondieki, hata hivyo, aliamuru kwamba upande wa mashtaka haukuwasilisha ushahidi wa kutosha utakaosababisha kuzuiliwa kwa Natembeya korokoroni. is warned against discussing in public including in or with the media the merits or otherwise of this case. Hakimu huyo alimwekea bayana Natembeya masharti kumi na matano na iwapo atakiuka basi huenda akazuiliwa. to allow Natembeya alitiwa nguvuni jijini Nairobi ambapo alihojiwa katika makao makuu ya maadili ya kupambana na ufisadi kabla ya kufikishwa mahakamani. Baada ya pilika pilika za siku nzima kutoka makao ya EACC hadi hapa kotini, Natembeya sasa yuhuru japo kwa masharti makali. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka mahakama ya ufisadi.